Karibu sana kwenye mastori yetu ambayo tunazidi kukusogezea kuhusiana na kijana mfanyabiashara ambaye amekuwa na ndoto kubwa za kufanya biashara, lakini kuna misukosuko mingi sana ambayo yanakutana nayo na tukumbuke pia e, tuliishia pale kijana alipokuwa amesimamisha gari za kuomba msaada kwa ajili ya kijana ambaye alikuwa ameanguka pembezoni mwa barabara, ambaye anahitaji kumsaidia kumsogeza hospitali kwa ajili ya kupata huduma, na zikapita gari nyingi sana ambazo kijana hakuweza kupatiwa msaada, lakini likaja gari ambalo ndani yake kuna vibopa, na akahisi kwamba itakuwa ni msaada umepatikana, lakini baada ya kuwasimamisha kama kawaida wanavyojua vibopa, wakawa wanayao ambayo wanayawai, lakini wakamwambia kijana kwamba kama itakuwa ni zaidi ya dakika ishirini hawataweza kuwasaidia, labda waite gari nyingine ambayo itaweza kuwasaidia kwa sababu wao kuna sehemu wanawai lakini kijana anawambia vibopa hao kwamba gari nyingi zimewapita bila msaada, hivyo wao wasipowasaidia yawezekana ikawa wasiweze kupata tena msaada. Wakiwa kwenye gari hiyo anatokea dereva anamwambia ya kwamba kama bosi wangu kasema kwamba hatuwezi kuwasaidia, basi anamwomba kijana awe mstaarabu, kwa sababu hawatakuwa na msaada mwingine wa kuweza kuwasaidia, kama ikiwa bosi wao pia kawapa kawa maelekezo ya kwamba msaada hautoweza kupatikana, lakini kama unavyojua kuna watu pembeni ambao likitokea jambo huwa wanakuwepo pembeni. Yes, hawa bwana baada ya kuwepo pembeni hawakupendezwa na jambo hilo. Badala ya kumwona kuna mtu maarufu ambaye ni kibopa mkubwa zaidi yani na anashindwa kutoa msaada kwa kijana ambaye anahitaji kupatiwa msaada, waliamua kutoa simu na ile kushuti kama huko akiwa superstar au mtu maarufu, huwe unamchukua video ili kuzitupa mtandaoni kwa ajili ya kumpatia skendo fulani Aa, wakaamua sasa vibopa hao e, kibopa huyu bosi mkubwa sana kuamua kwamba kuwapatia msaada na kumruhusu e, moja ya vijana wake walikuwepo katika hiyo gari, wale wapambe wake machawa e, kwamba wamsaidie kijana huyo kumbeba huyo ambaye ana e, kijana aliyekuwa anaumwa ili waweze kumpakiza ndani ya gari. Baada ya mazungumzo marefu, bosi anaamua kumsaidia kijana huyo. Bosi anaitwa Mr Chen na wanaamua kushuka na kuamua kumsaidia ili kumwaisha hospitali. Wanambeba na kumpandisha ndani ya gari, na kweli baada ya kumpandisha, anawahi hospitali kwa ajili ya kijana yule kwenda kupata matibabu. Kumbuka, licha ya kwamba kijana alisimama kwa ajili ya kumwombea msaada kijana yule, yeye pia alikuwa na miadi yake ya kuwahi kwenda kumwona baba mkwe wake, yaani baba wa mchumba wake na katika hoteli ile ambayo yeye amealikwa aende, dakika zinazidi ku, e, kupotea. Lakini muda baada ya kwenda sana, kijana akafika katika hoteli hiyo, na baada ya kufika akamuomba muhudumu amwelekeze wa wapi anaweza kukutana na mzee huyo. Kwa bahati mbaya, kijana kule mwanzoni aliangukiwa na yale manyama baada ya kumgonga yule jamaa ambaye alikuwa barabarani, kwa hiyo alikuwa ananuka. Kwa hiyo hii hoteli ya kifahari huwa hairuhusu mtu kuingia akiwa ananukia nyama kama hivyo, kwa hiyo wakawa wanamzuia pale. Kukawa na utata mkubwa sana wa yeye kutozuiwa kuingia kutokana na kuwa na harufu ambaye amekuwa ananukia. Na baada ya kutokea tafrani ya muda mrefu sana, anakuja mchumba wake na anamuuliza kulikoni. E, kwa kuwa mchumba wake na ile hoteli aliyofikia yule mzee ni hoteli yao, wanaamua kumruhusu kutokana na binti kuwaambia wale wahudumu kwamba wamruhusu wa aende kumwona eh, baba yake kwa sababu kamleta hapo kwa ajili ya kumuona baba yake. Vile vile, ile mhudumu haikuishia hapo kumzuia tu, aliamua kupiga simu kwa ajili ya kumwambia eh, yule bosi wa hoteli hiyo kwamba kuna kijana yupo karibu sana na binti yako, hatumuelewi kuna lipi. Baada ya kupigiwa simu hiyo eh, kijana kutokana na kunukia ile harufu yale manyama yaliyomrukia kule njiani, binti anamwambia kwamba haiwezi kwenda hivi eh, kwa mzee wangu Hebu twende kwanza e, toileti ukaoge, alafu baada ya hapo uelekee e, kwa mzee, kama unavyojua kwamba mkiwa e, kwenye kuoga katika chumba kizuri bwana. Kijana akawa anamsogelea bwana yule binti na kutaka kumbusu, huku akiwa na yale mataulo ya hotelini. Wakati anamsogelea kumbusu, huku mzee kashapewa taarifa ya kwamba kijana mmoja amemsogerea karibu binti yako. Kwa hiyo mzee anaamua kumfata huyo kijana ili kupata nafasi ya kumwona sasa. Ile Hamad anapoelekezwa katika chumba alichokuwa binti yake na huyo kijana, anamkuta kijana akiwa amemkumbatia, wakiwa katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo kijana yanamkuta ya makubwa, kwa sababu anastopishwa na huyo mzee bosi na kuambiwa hataki kumwona hapo hotelini kabla ya kuzungumza chochote, licha ya binti kumtetea kwamba huyo ni mleta ili aje kuja kukutambulisha kwako. Kwa hiyo kijana anafukuzwa, nguo zake zinarushwa gorofani, zinanasa juu ya mti. Mwisho wa siku dogo anashindwa kuondoka nyumbani, inabidi avae e, yale yale mataulo ya palepale ya pale hotelini na kuondoka naye. Kwa hiyo ni moja ya stori yenye vituko sana, ambayo mimi nitakuwa nakupitishia kama hivi stori kuhusiana na kijana mwenye ndoto za biashara, ambaye kuna mengi sana makubwa yanamkuta kwenye harakati zake. Kwa leo tuishie hapo angko, ko wote dunia nzima, endelea kupita nasi hapa hapa, tutakuwa tunagusiana. Haya.